Salma ni binti aliyezaliwa kwenye familia ya duni ya wa watoto saba akiwa mtoto wa mwisho kwenye familia yao, yaani kitinda mimba. Ninaposema duni mnielewe, namaanisha duni si kifedha tu, bali hata kiakili. Ukimtoa mama yao mzazi ambaye ndiye mwenye akili timamu kwenye familia yao, basi na wengine ni apeti ya lolo tu. Sina haja ya kufichaficha, ni kweli, mimi sijasoma, sina elimu kabisa ililazimu kuisha darasa la nne ili kumuguza mama yangu ambaye alikuwa ni mgonjwa kipindi hiko. Tukiachana na familia yangu, nina mengi ya kusimulia siku ya leo kuhusu maisha yangu. Najua mtanicheka mtanikosoa, ila waswahili husema ukweli umeweka mtu huru, acha kwangu iwe hivyo pia. Alisikika binti Salma akizungumza na makondakta wenzie wakiwa mazesi wakisubiri zamu ya magari yao kupakia. Ni asubuhi na mapema, binti Salma anaonekana kuamka kama ilivyo desturi yake. Kila siku anatenga mavazi yake ya kondakta, ambayo mara nyingi huwa anachukua shift ya asubuhi kutokana na wingi wa vibarua. Kwa kuwa anaishi Manzese, ndipo kibarua chake kilipo, dakika tano tu zinamtosha kufika kibaruani, stendi ya mabasi ya Manzese. Kama kawaida Salamu na wana azikosi mizuka mingi, tunajua maisha ya watu wenyewe ndo hao wa hao unaishi nao wewe. Baada ya salamu siku ya binti, baada ya salamu siku ya binti hiyo ikaanza, japo ni taabu na ni nadra kumwona mwanamke mwenye kazi hii akichapa kazi. Binti Salma ni mcheshi, ana upendo, moyo huruma, hekima, yaani yuko hivyo hapendi kuonewa wala hapendi kuona mtu anaonewa. Siku moja akiwa anaelekea mjini Kariakoo, njiani gari lilisimamishwa na akapanda bibi kizee na kijana wa makamo hivi. Ni ajabu hakuna hata mtu aliyediriki kusimama kwa heshima kwa sababu ya kumpisha huyo mzee. Oya, huko um kuna amevunjika mguu au? Mbona hakuna mtu mwenye adabu humu? Eh, ka tuko porini bwana. Ni vipi? Binti Salma aliuliza. Kwani vipi wekonda? Konda? Dada fulani alikaa siti ya nyuma karibu na yule bibi, aliuliza kwa dharau. Sikia dada, ujue ni binti mzuri sana, ona ulivyonona eh? Si unajua tena, fanya kuinuka hapo nikushushe pale mbele, kuna jimangu wa bodaboda namjua, atakupandisha kupandisha bure kabisa. Dembomba kama wewe unapanda gari kweli, huo ni ataibu. Salma alizungumza huku akichekacheka. Ni ajabu yule binti alionekana kulewa sifa, moja kwa moja akasimama na kumfata Salma. Oya bro, mkalisha huyo bibi hapo chapu. Salma alizungumza kisha akamgeukia yule dada aliyesimama kando yake na kumkonyeza. Sasa sikia, ama mawili ushuke kituo cha mbele utembee hadi mnazi, ama nikushushe hapa sasa hivi au la usimame. We konda tapeli eh! Ndo ulivoniahidi si ndio? Dada ule alilalamika. Sina muda wa kubishana na wewe, ni mawili, nikushushe au uvumilie usimame. Sizani kama utakaa, kwa sababu sizani kama kuna mtu atashuka karibuni. Dada ya watu alibaki kusonya na kumpatisha Salma na kumshusha binti. Salma ambaye akuonyesha kujali hata kidogo, ni wazi binti huyo alikuwa na nauli tu. Habari za binti Salma kumsaidia bibi kizee kwenye gari zilisambaa kwa makondakta wa manzesi nzima. Si hao tu, hata wale wa Kariakoo hawakuacha kusikia habari hizo. Kama unavyojua uvumi ukisambaa haraka masikioni mwa watu kama maji ya bahari, watu hawakuacha kumpongeza Salma kwa moyo wake wa hekima wenye upendo, hawakuacha kumwita konda ya dunia. Salma alionyesha kutabasamu pindi aliposikia jina lake linasambaa na kusifiwa vizuri. Usiku kwenye, kwenye soko la Mabibo anaonekana binti Salma akisaidia watu kubeba mizigo. Mama mama, haina haja kusumbuka, nipe mimi huo mzigo nikubebee, mizigo yote hiyo kwa shilingi mia tano tu, Salma alizungumza. We niache mie sina hela. Mama alijibu. "Ah mama, mizigo yote hiyo utapinda mgongo, na kushauri koma, binti. Koma, nimesema niache kwani lazima ndo maana mnaitwa tiwa ovyo mwone kwanza. Salma akupendezwa na kauli ya mwanamama huyo, hivyo aliamua kuachana naye akaendelea na mambo yake. Kama kutafuta ridhiki ni dhambi, basi acha iwe dhambi, kama ni kufa acha nife, lakini familia yangu leo ile hata nyama ya kuku sio kila siku, milenda milenda. Jamani, nimechoka mimi Yani, nimechoka sana. Endapo nitafika nyumbani sasa, ni kama nitakula, nitaenda kwa fariji tu, ndugu zangu, basi nitapumzika, nimechoka sana. Oya, oya, oya mzee, za kwako? Poa poa, niaje Salma? Safi tu. Sasa sikia, nifungie kifurushi cha miguu hapo na elfu mbili mia saba chapchapu, nishachelewa. Unajua usafiri tena. Alizungumza Salma huku akitabasamu kwa uchovu. Kwa ulivyochoka, si kutoza kitu, nitakupa miguu bure kabisa ila kwa sharti. Sharti? Sharti gani tena? Sharti rudi siku nyingine. Ulicheka kwa pamoja, hakuacha kugonga kwa furaha. Baada ya maongezi yao Salma alifunga safari ya kurudi Manzese akiwa na kifurushi mkononi. Usoni anaonekana kwa na furaha. Akiwaza atakula nyama siku ya leo. Sio kula siku mlenda na majani ya mbuzi tu. Ikiwa ni majira ya saa nne usiku, binti Salma anaonekana akikatiza chocho za Manzese. Hakuacha kupiga yowe la kumkimbiza mwizi pale aliposhuhudia mwanamama akiponya konyo pochi yake. Mwizi, mwizi jamani kama hata huyo we, mshenzi kudadeki, utajuta mwe wewe, alizungumza binti Salma huku akikimbia. Japo alianguka kwenye mitaro ya maji machafu mara kadhaa, hakuonyesha kukata tamaa. Mbio yake mithili ya simba yuko mwindoni akimkimbiza mwizi. Oya we Suma, shika mfuko huu peleka home waambie, leo nyama njani, Salma alizungumza huku akikimbia. Ni muda kidogo sijafanya mazoezi ya kukimbia, nahitaji kuwa siriasi kumpata huyu mwao, Salma alizungumza huku akikimbia. Suma anaonekana kuachia kicheko pale alipogundua mfuko una miguu ya kuku na si nyama. Hakika Salma ni mzima kweli, alijisemea Suma kisha akaelekea nyumbani kwa kina Salma. Oya, oya, oya Abdu, nimechoka bwana MC mama wewe ha. Alisikia Salma akizungumza. Ah, sema Salma, unazingua na wewe, ndo unanikimbiza hadi huku kweli, mimi hata hela kula sina leo dada yangu wewe, usingekausha tu mwanangu, alisikia mzee yule akizungumza, kisha akasimama. Ni wazi wanafahamiana na binti Salma. Sasa fanya kitu. Hebu hiyo pochi tuangalie ina shilingi ngapi alafu tujue nini tunasaidiana. Unajua wizi jao mzee, fanya hivyo basi. Salma alizungumza Abdu akamkabidhi pochi Salma. Baada ya kuipokea alifungua akatoa noti ya shilingi 5000 akamkabidhi Abdu. Vipi Salma lakini mbona mkono tena Abdu aliuliza. Ni mawili, nikuitie mwizi ama uipokee hiyo 5000, alizungumza Salma huku akimkazia macho kaka huyo. Abdu akuwa na budi, akaondoka. Salma akutaka kupoteza muda, safari ya kurudi, akaondoka zake pale na yeye baada ya nusu saa. Alifika akiwa hoi binti Abani, alimkabidhi mwana mamule pochi yake. Hakutaka kusikia shukrani kutoka kwake. Mtaa mzima walipata zile habari. Usiku ule ule binti Salma hakuacha kusifiwa na watu, wazazi siuna kuhusu hodari wake wakachapa kazi na kuwa namoya, na moyo wa kujitoa na huruma. Hawakuacha kumsifia kabisa na kumtungia jina la shujaa mwenzese. Haikuchukua dakika kumi na tano binti huyo aliwasili nyumbani kwao, alistushwa na makelele ndani humo. Mguu wangu, mguu wangu! Alifaa mfika nini, wanagombania? Hakutaka kuwasemesha, alizama moja kwa moja chumbani, akajipumzisha. Ni wazi hakutaka shida na mtu wembwa. Fungua mlango Salma, fungua nakuambia. Sauti ilisikika nje ya mlango wa chumba alichopumzika binti huyo. nani tena huyo ananisumbua kwenye starehe zangu? alijiuliza binti Salma huku akinyanyuka kwenye godoro lililochoka mithili ya ulimi wa mbwa. unajilalia tu, ina maana hauoni hali ya umu ndani, si ndiyo? Mama Salma aliuliza. Hali gani bi mkubwa unazungumzia, mbona sielewi mama? Ina maana hujaona wale wapuuzi wanachokifanya? Umeleta miguu ishirini na sijafaidi hata mmoja, inawezekanaje hii? Alisikika mama salma akilalamika. Usijali mama, nitanunua miguu ya mbuzi kesho na hisi itatosha, alijibu Salma akaingia ndani wewe we mtoto we, unanijibu mimi namna hii kweli? Nakwambia jeuri yote itakuishia mimi. Ndio madamu bwana sishuni na kitu najibu. Mama huyo hakutosheka, aliamua kugonga mlango wa chumba cha Salma kwa mwiko. Alipotosheka akaondoka. Ndani ya chumba anaonekana binti Salma akiwa anakoroma mithili mithili ya chatu amemeza mbwa. Ni wazi amezizoea kelele hizo muda wote watoto wa kaka na wadada na wa mbita Salma hawakuacha kugombania mifupa na miguu ya kuku. Haikutosha walianza kupigana. Kupijana. Bibi yao hakujichosha, aliamua kula miguu yote iliyobakia na kuwacha watoto na kilio. Usiku ikiwa ni majira ya saa nane, mlango wa kwenye mlambo wa kwenye chumba cha kavu cha kina Salma huko Manzese ulisikika kugongwa kwa muda mrefu basi na kufunguliwa kutokana na fujo za mgongaji. Mkono wake haukutosha, alitumia jiwe kugongea. Huyu mbuzi mweusi ndo anarudi sasa hivi. Ama la, ilisikika sauti ya binti Salma akijikokota kuelekea mlangoni. Salma, we mama, Salma, Salma. Salma mkombozi wangu, nakupenda na kupenda wewe tu Salma we. Huyo ndo Rajabu, kaka mkubwa kwenye familia ya kina Salma. Hana kazi maalumu ya kufanya, ni mlevi kupindukia, ana kipaji cha kukata viuno, si hivyo? Anasifika mtaa mzima kwa nguvu alizonazo kwenye utumiaji wa kwenye utumaji wa pombe. Mjomba Thumani kichwa wazi, binti moja alianzisha mabinti watatu wa watoto wake, ni wale walokuwa wanagombania miguu ya kuku. Hakutaka maneno mengi kutokana na harufu kali ya pombe mdomoni mwa kijana huyo. Salma alifungua mlango kisha alikelekea ndani kulala. Kwa pombe za Rajabu akuona sababu ya kuelekea chumbani, alijilaza sakafuni. Hakuacha kuimba nyimbo wake wa kumsifu binti yake Salma, mkombozi mtaa mzima, mama Mina, jirani wa kwa kina binti, kwa kina binti. Salma hakuacha kulitaja jina la Rajabu la hasha karudia wimbo wa kijana huyo alipokuwa anafunga mlango wake. Mkombozi wangu, o mama Amina, o Salma, o majirani yake na Salma bwana ni majanga tu. Asubuhi kama ilivyo desturi, majira ya saa kumi na mbili asubuhi, binti Salma aliamka moja kwa moja akatoka kuelekea bafuni. Wengi wanafahamu mazingira ya Uswazi, umbali wa choo na nyumba aina tofauti na umbali wa vituo vya mwendo kasi kama sadadala. Ilimchukua kama dakika kumi na tano binti Salma kufika msalani kwa ajili ya kuoga. E Mungu, e foleni, nisipotumia akili tutoboi mali hapa kama si kwenda kazini pasi na kuoga nitakesha mali hapa, alizungumza binti Salma. Hakuacha kusogea karibu na watu wale, alionekana wakijadili ukubwa wa mtarimbo wa mazese ulipo kwenye hiyo foleni. Mm, Umeona lakini, shoga yangu, mzee kantamanisha wewe, balaa! Si uko ukubwa ule kama mguu wa mtoto. Mtoto mama Amina alizungumza. Najua hili jina si geni eh. Msiniambie, umemwonaje? Sasa yupo ipoje, jamani? Salma aliuliza. Watu wote walibaki wakishangaa, si kawaida yake kuingia kwenye maongezi ya kipuuzi kama hayo. Ilipita dakika tano, mzee aliokopo choni alitoka. Salma hakuacha kunyosha kidole na kuwatua mama wale. Walipohakikisha macho yao yapo kule, alitumia hiyo nafasi haraka haraka, akazama bafuni. Alitumia kama dakika kumi tu binti huyo, kisha akatoka bafuni humo. Si macho tu si macho tu, mibinio ya wamama Haikumwogopesha Salma. Hakuacha kukwambia kukwepa vichambo vya uswelini. Nataka supu, nasema Salma nataka supu. Rajibu kaka Salma alisikika akiongea. Salma alimtazama akuzungumza chochote. Alivaa viatu akaondoka mahali hapo. Hakuwa na pengine pa kuelekea zaidi ya stendi. Mm, biashara ni ngumu sana siku ya leo. Ewe Maulana, weka mkono wako mahala hapa. La sivyo hatutoboi leo. Salma alizungumza. Majira ya saa tano za usiku, Salma anaonekana akiwa kituo cha mabasi akisubiri usafiri wa kurudi nyumbani Manzese. Inaonekana nimechelewa sana siku ya leo, hakuna magari kabisa. Japo nimechelewa, itanilazimu nitembee, alizungumza binti Salma, kisha akaanza kutembea kuelekea nyumbani. Akiwa njiani, binti Salma akapokea wito wa simu. Haraka akanyanyua na kuangalia, alipogundua ni kaka yake Rajabu anapiga haiko msumbu wa kupokea, ni wazi anafahamu kuwa atadaiwa pesa ya pombe. Nimechoka saa hii, nahitaji kupumzika kidogo kwa sasa, alizungumza binti Salma kisha akagemea ukuta uliopo mahali hapo. Hey beautiful lady, unaelekea wapi? Nikupe lifti hapa, sauti ya kidume ilisikika ikizungumza. Hmm, kisa ana renji anajiona supastar, ila watu aliongea kimya kimya mwanaume huyo akukoma. Aliendelea kumsomesha binti huyo bila hata kujibiwa akiwa na safari ghafla, ujumbe uliingia kwenye simu ya binti huyo. mama amezidiwa, presha ipo juu, inahitajika laki tatu kwa ajili ya vipimo na dawa, tupo hospitali muda huu. Ujumbe ulitoka kwa Rajabu, kaka wa Salma, ulisomeka hivyo. Binti huyo alionekana kuchanganyikiwa sana, hakuelewa nini afanye. Alipokumbuka kuhusu ombi la yule jamaa, haraka akapanda kwenye gari. Huyu ana fedha, kama sitatumia vyema usiku huu nikamwokoa mamangu, hakika nitapata lana, nitaondoka na umaskini wangu. Zungumza Salma, mbona ghafla umebadili maamuzi mrembo wangu? aliuliza yule kaka. Binti Salma hakuhitaji kupoteza muda, akarukia mdomo wa mwanaume huyo na kwanza kumpa romance. bila kuuliza chochote wala kujali chochote.